Pia wa channel ya Feaboy TV, karibu tena katika channel yetu. Kama kawaida, katika channel hii tunajifunza mbinu mbalimbali, ikiwemo tech, ikiwemo review, ikiwemo updates za nafasi za kazi pamoja na opportunities zingine za ajira. Sasa katika video ya leo, nimekuja kukuonyesha AI ambayo unaweza ukaitumia kuweza kutengeneza au kuandika nyimbo ya aina yoyote. AI hii itakusaidia wewe kuweza kutengeneza nyimbo bila kupoteza muda, itakuandikia nyimbo ya aina yoyote ambayo unaitaka. Sasa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kufanya registration au kujiunga na AI hii ili uweze kuandika nyimbo zako mwenyewe. Ah, uh, bahati nzuri unaweza ukatumia prompt za ChatGPT kuandika nyimbo au unaweza ukatumia nyimbo moja kwa moja ukaandika nyimbo moja kwa moja kupitia sasa kama unavyoona hapa, unaweza ukakontinue au ukafanya registration kwa kutumia account yako ya Apple au Facebook au Google au Microsoft Office, lakini pia vile vile unaweza ukajiunga kwa kutumia namba ya simu kama jinsi ambavyo unavyoona hapa. Unaweza ukatumia tu namba ya simu ukaweza kujiunga kwa sehemu hii hapa. Kama unataka kutumia namba ya simu, utaingiza namba zako hapa, hapo utaselekti country then utaclick neno continue au kama unataka kutumia hizi hapa juu kama akaunti zako za Facebook au Google au Microsoft au Apple, Apple unaweza ukatumia pia vile vilevile. Kwa mimi nitakwenda ku sign in then nitakuonyesha namna sahihi ya kuweza kuandika nyimbo kupitia AI hii, na bahati nzuri nyimbo hizi unaweza ukazimonetize katika Spotify, Boomplay, Audiomack, Apple Music, Amazon Music, YouTube pamoja na platform zingine za music, unaweza ukazitumia hizi nyimbo lakini, uh, kuweza kupata commercial use license unatakiwa ufanye upgrade au uh, uweze kufanya subscription katika AI hii. Kwa bila kupoteza muda na kwenda anakwenda kulogin, then nitakuonyesha namna sahihi ya kuweza kutengeneza nyimbo kupitia AI hii. Na kwa hiyo ukishaweza kusign in ndani basi utaweza kuona mwonekano wa namna hii. Kwa sehemu hii sasa, kama jinsi unavyoona hapa, unaweza uka click ku upgrade. Kama unataka ku upgrade ili uweze kuipata nyimbo yako vizuri. Kwa hiyo hapa sasa utakuja moja kwa moja katika sehemu hii ya music, utabonyeza katika sehemu hiyo. Kwa hapa kama unavyoona, nataka ku upgrade, uta upgrade, kwa mimi nita i cancel Halafu sehemu hii sasa, unaweza uka upload audio, unaweza uka upload audio lakini pia unaweza ukatumia song description, unaweza ukatumia instrumental. Sasa sehemu hii hapa ni sehemu ambapo utakuja kuweka maneno yako hapa au utakuja kuandika sasa aina ya nyimbo au prompt ambayo unataka hii AI kuandikia nyimbo aa, kama hujui namna ya kuandika, basi unaweza ukaja katika Chat GPT, ukaja tu sehemu yako ya Google hapa, ukaandika Chat GPT, ukaandika Chat GPT .com alafu, itakapofunguka basi utamwomba huyu Chat GPT. Hii ni AI pia ni AI vile vile, kwa utaandika Chat GPT akuandikie prompt, kwa unaweza ukaandika right

Tutamwambia huyu wa kuandikia nyimbo kwa, ataweza kuandikia prompt ya nyimbo hapa. Aa, kama jinsi ambavyo unavyoona, ataweza kuandikia nyimbo yako hapa. Songwriting prompt romantic afropop, write a romantic afropop song that blend vibrant african rhymes with heartfelt hapo. Alafu key themes, utaweza kuona hapa nyimbo yako sasa. Hii hapa kama jinsi ambavyo unavyoona, atakuandikia nyimbo hapo. <coughs> Kwa utamwambia aandike vizuri nyimbo kabisa. Okay, kama jinsi ambavyo unavyoona hapa amekuandikia uh, song title ni Jinga Ginga my heart. Na amekuandikia hapa lyrics kabisa kwao, sasa wewe unachotakiwa kufanya uh, utaikopi hii lyrics. Unachotakiwa kufanya ni kuikopi hii lyrics, ngoja amalize kuandika hapo. Unachotakiwa kufanya ni kuikopi hii lyrics, utaikopi. Ukishaikopi utaingia katika sasa, ukishaikopi kule utakuja moja kwa moja utaipaste katika sehemu hii, na baada ya kuipaste mpaka hapo weza kuona maneno ambayo unaruhusiwa kuipaste ni maneno mia mbili tu, kwa unaweza ukaipaste tu hapa hayo maneno mia mbili. Alafu baada ya hapo sasa utabonyeza kwenye hii sehemu ya neno create, ili aweze ku create hiyo nyimbo yako hapo. Okay, unasema ana error doka. Kwa hiyo kuna tatizo hapo naona. Okay. Sasa hii naona wamekataa kuweka hapa, kwa ngoja sasa, tumwambie yeye mwenyewe atuandikie nyimbo ya prompt. Naona kidogo imeleta shida, kwa hiyo hapa sasa nitamwambia yeye mwenyewe aandike nyimbo hapa. Tamwambia write a song maybe for my, write a romantic song Afro -pop. For my love, alafu baada ya hapo uta click neno create tuone na anasemaje, ana authorize, kwa hiyo anaona kama kuna tatizo hapo. Kwa hiyo hapo sasa, kama jinsi unavyoona nimeandika write for me a romantic song, kwa hiyo hapa inaendelea kutengeneza nyimbo kama jinsi ambavyo unavyoona hapo tayari imeshaweza kunitengenezea nyimbo mbili. Nyimbo ambayo ni hii hapa ya when when we collide, when we collide collide. Kwa nitajaribu kuiplay hii nyimbo ambayo imeniandikia ili uweze kusikiliza kidogo. A, nyimbo yetu ni hii hapo, utaweza kusikiliza kidogo hapo. Nisogeze mbele kwa nyimbo hii, kama jinsi ambavyo unavyoona hapo, matengeneza kwa sekunde kidogo hii itakuandikia nyimbo ya aina yoyote. Aa, mimi nimeweza kutengeneza nyimbo hapa. Kuna nyimbo ambazo nimezitengeneza kama hii ya kija hapa katika sehemu ya home hapa. Sasa AI hii pia ni kama social media zingine, unaweza ukaseti account yako kama jinsi unavyoona mimi ndivyo seti account yangu, na unaweza ukalike pia. Inakuonyesha play ambazo nyimbo zako ulizotengeneza watu wameplay mara ngapi, watu wame like mara ngapi, itakuonyesha hapo. Lakini pia kuna followers, lakini pia kuna following. Unaweza ukamfollow mtu na mtu pia akakufollow vile vile. Mimi nimetengeneza nyimbo moja ambayo ni hii hapo, ngoja ni play ili uweze kuisikia kidogo.

Hiyo nimeitengeneza kupitia hii AI, imetengeneza nyimbo hiyo. Lakini sasa nyimbo hii huwezi ukatumia kwa commercial purpose, ila ukihitaji kutumia kwa commercial purpose lazima uweze kusubscribe kwa. Ukihitaji ku upgrade au kusubscribe, utakuja katika sehemu hii ya subscribe ili uweze kusubscribe katika AI hii. Utakapo subscribe, basi itakupa ruhusa ya moja kwa moja ya kuweza kutumia nyimbo yako ili kuweza kutengenezea pesa katika platform za nyimbo kama Spotify pamoja na zingine. Credit inavyohitajika ni kama jinsi unavyoona hapo. Kwa hiyo pro plan, kila mwezi utalipa dola nane kama jinsi unavyoona unaweza ukasubscribe, alafu kuna premium ambao kila mwezi dola ishirini na nne. Free plan ni dola zero kwa mwezi, ambapo uta access tu hiyo hapo 50 credit renew daily 10 song kwa kwa siku, unaweza ukatengeneza nyimbo kumi, lakini no commercial use, hautaruhusiwa kuuza nyimbo hii ambayo umetengeneza ukiwa katika free plan, pia standard features only, alafu kuna shared creation quick, alafu no add on credit purchase okay, hii hapa ni ya zero ukiwa katika free, lakini pia unaweza uka invite friends, kwa mimi nimekuwekea pia linki katika description ya ya video hii ili uweze kujiunga na AI hii uweze kutengeneza nyimbo zako. Unaweza ukatengeneza nyimbo zako ukaziposti kwa kupush akaunti zako za social media, lakini pia unaweza ukapush biashara zako. Unaweza ukaandika nyimbo yako ya kufanya branding katika branding yako ya biashara yako okay, kufuata process hizo ambazo nimekuonyesha, ili uweze kutengeneza nyimbo zako free kabisa. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usahau pia kusubscribe na kulike. Asante na karibu.